Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ni jumuiya ya viongozi wa dini mbalimbali mbali na viongozi wa mila nchini Tanzania. Sisi viongozi wa dini tunaounda jumuiya hii tunasikitishwa sana na yale yaliyojitokeza ya na yanayoendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa, hasa kwa vijana wetu wa Kenya kumvunjia heshima Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari samia Suluhu Hassan. Jambo hili ni jambo baya sana na ni ukosefu wa maadili kwa vijana hawa, ni jambo ambalo halilete heshima kwa taifa la Kenya, lakini pia kuleta mahusiano mabaya kati ya nchi zetu hizi mbili. Wa Kenya ni ndugu wa Watanzania, ukiacha ujirani, ni ndugu wa damu pia. Sisi tunaamini Kenya ina viongozi wa dini lakini pia kuna viongozi wa serikali. Tunaomba sana, tuwasihi vijana wetu waone angalau heshima ya kiongozi wa taifa jingine ikiwemo Tanzania. Tuwakumbushe heshima ya taifa lolote ni maadili ya watu wake. Kama vijana wetu wa Kenya wataendelea na matusi haya na utovu wa adabu kwa rais wa Tanzania na jirani zao wa Tanzania, ndugu zao wa Tanzania, ni dhahiri itakuwa ni kumkosea sana Mwenyezi Mungu ambaye aliyetuumba sote wakenya na watanzania, lakini pia itakuwa ni kuwatukanisha wazazi wao pia na kupoteza ustaarabu katika uso wa dunia kwa taifa hilo. Tunaomba sana tena kwa unyenyekevu mkubwa, hutuendelea na hali hii, maana tunahitajiana kati ya wakenya na watanzania, vijana wetu wa kitanzania wale ambao wanajibu, na vijana wetu wa Kenya wale ambao wanajibu. Niseme tulipofikia panatosha, kwani moto mkubwa huanza na cheche ndogo. Tunachukua fursa hii pia kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuonyesha ukomavu mkubwa wa kisiasa hasa katika kadhia hii. Mama au mwanamke huzaa watoto tofauti tofauti, wote wanaweza kupata maadili yanayofanana au maadili mema, lakini wote ni watoto. Vijana wa kitanzania ni watoto waliozaliwa na mwanamke. Vijana wa Kenya ni watoto waliozaliwa na mwanamke pia. Tunamwomba sana Mama Samia, kwa kumwambia samehe samehe yote, kwani mtoto wa mwenzio ni wako. Tunamkumbusha Mama Samia yaliyompitia Masiha mwana wa Mariam, Yesu, ni makubwa zaidi lakini alisamehe saba mara sabini. Aliyofanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabaya na makubwa pia, lakini aliwaambia waliomfanyia vibaya, nendeni, nendeni nanyi mko huru, idhhabu fa antum tulaqa. Mama Samia, endelea kusamehe.